Iktanim sihatak kabla sakamik, patiliza afya yako. Wakati uko na afya mzuri basi, ipatilize afya kama ile kumtumikia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufanya mambo ambayo yanamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabla sakamik, kabla ya kuwa mgonjwa, kwa sababu ugonjwa unapokuvamia ama ugonjwa unapokujilia unakuzuia kufanya baadhi ya mambo kwa kadri fulani unazuia kufanya kadiri ya mambo, unazuia kufanya mambo kwa kadiri fulani. Mtu anapokuwa na afya anakuwa na uwezo wa kufanya mambo mengi, kutekeleza ibada nyingi Mathalan, kama ibada ya kufunga sunna, mtu anapokuwa mgonjwa, bila shaka hawezi kutekeleza ibada kama hii. Lakini unapokuwa na afya, basi ni muhimu afya yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza mambo ya faradhi utaweza kuyafanya. Ametufundisha katika masala ya swala ilikuwa una uwezo wa kuswali swala za qablia na baadia, swala za dhuha, tahajud, witiri na swala zingine za sunna. Lakini unapokuwa mgonjwa, unazuilika unakuwa ni mtu ambaye kwamba watekeleza zile za faradhi peke yake, kwa sababu zile zingine huwezi kutekeleza kwa sababu ya afya yako.